Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa saba. Biblia inatupa picha ya uhalisia wa maisha tunayoishi katika ulimwengu wa sasa. Unaweza kusoma maandiko lakini, maandiko unaweza kuyachukulia kwa kama ya kawaida. Nataka maandiko mara unapoyasoma usiyachukulia kwa namna ya kawaida. Biblia inasema kwenye hicho kitabu inasema kulikuwa kuna vita mbinguni, malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Tunaanza kupata picha ya kwanza mahali ambapo Mungu anaishi, mahali ambapo Mungu anaketi palifanikiwa kutokea vita, na Biblia takatifu inatuambia katika vita ile malaika huyo mkuu wa vita akawa na malaika zake. Ina maana ni malaika mkuu ambaye alikuwa ana jeshi nyuma yake, ambalo ndio maana Biblia inasema malaika zake, kwa upande wa vita wakapigana na kiumbe ambaye anaitwa joka. Huyu kiumbe alitaka kufanya uasi katika mbingu lakini Biblia takatifu inatuambia alipigwa na akatolewa mbinguni na mahala pake hawapakupata tena kuonekana. Tunaanza kuona huko mbele, Biblia inakuja inasema tena inasema, shangilieni enyi mbingu, alafu inatoa onyo katika, katika nchi ambayo tunaishi, katika dunia ambayo tunaishi, nasema, ole wakao katika nchi, maana mshtaki wenu ameshakwisha kutupwa tayari tunaanza kuona kwenye Biblia. Kumbe sasa tunaishi katika ulimwengu ambao tunahitaji mtu uwe na uwezo wa kupigana. Ninahitaji uwe na uwezo mtu wa kuweza kushindana. Jamani, nataka niwaambie ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya sita, utaanzia mstari wa kumi, mpaka wa 15 utaanza kuona Biblia inatuambia ingawa tunaenenda katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Ina maana tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunatembea kimwili lakini mafanikio makubwa au sosi ya mafanikio inaanzia katika ulimwengu wa roho. Ina maana mtu anapofanikiwa kufungwa katika ulimwengu wa roho, hana uwezo wa kufungu, hana uwezo wa kufanikiwa katika ulimwengu wa mwili, na ndio maana tunaanza kuona hata Yesu mwenyewe kipindi anaangikwa msalabani, amewekwa msalabani, Biblia inasema alishuka kuzimu, na aliposhuka kuzimu, ina maana aliuacha mwili pale, akashuka kuzimu, akanyang'anya funguo ya mamlaka. Tunaanza kuona Mungu mwenyewe Yesu anaanza anaelewa, ana, ana nikipigana na shetani katika moyo huu, inanilazimu jambo la kwanza, nitoke katika ulimwengu usioonekana nifate hiyo funguo. Tunaanza kuona kumbe mafanikio makubwa yanaanzia katika ulimwengu usioonekana, yani ulimwengu wa roho. Ukifanikiwa kuwa na uwezo au kufanikiwa kuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho, ndio chanzo kikubwa sana cha mafanikio kwa mtu wa Mungu. Unahitaji kuwa na nguvu za rohoni, unahitaji kuwa mtu ambaye Mungu anasema na wewe. Mungu ana njia nyingi za kusema, si watu wote lazima tuone katika macho haya ya kawaida. Mungu ana njia nyingi, mwingine Mungu anasema na wewe kwa kutumia ndoto, mwingine Mungu anasema wewe kwa kutumia kupitia mawazo. Mengine Mungu anasema na wewe kupitia sauti. Hizi zote ni nyenzo ambazo Mungu anazitumia ili aweze kutufanikisha katika mahali au katika mission yake ambayo Mungu ametukusudia mission. ninaposema mission ya Mungu namaanisha mahali ulipowekwa wewe, ni mpango wa Mungu kwenye kazi uliopo, ni mpango wa Mungu kwenye biashara uliopo, ni mpango wa Mungu. Ila unawezaje kushinda? Unamhitaji huyu Mungu ambaye amekuweka mahali hapo. Mungu aliyekuweka mahali hapo ndo wa msingi sana kuliko hata hiyo kazi unaoifanya unachokifanya unamwakilisha Mungu, unachokigusa ni Mungu amekigusa, unachokifanya ni Mungu amekifanya, unapotembea ni Mungu ametembea. Kwa hiyo una uhitaji wa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Haya mahusiano mazuri na Mungu yatakufanya wewe ambaye unanisikiliza, yatakufanya wewe ambaye unasikia sauti hii uweze kuweze kuperform vizuri. Mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu afungue milango ya kupenya. E, unanisikiliza Mungu afungue milango ya kushinda kila hali ya vita ambayo unapitia. Inawezekana kuna vita unapitia umeshindwa kuvuka. Inawezekana kuna mateso unapitia umeshindwa kupenya. Mungu aliye mkombozi wako atakuwa pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu hawezi akakuacha, kwa sababu hiyo kazi uliopo kama nilivyosema unamwakilisha Mungu sawasawa na wachawi, ambapo wachawi, ukimwona mchawi ameshikilia ubunge, ujue huyo mbunge anamwakilisha Shetani. Ukimwona waziri ameshikilia ubunge, ujue na, na, na upande wa giza, ujue anamwakilisha Shetani. Ukimwona mtu wa Mungu amesimama kwenye sehemu popote, ujue anamwakilisha Mungu wake. Mungu akupe neema ya, kumwe, ya, kumwe, ya kum, kumkuza au neema yake ikaonekane mahali ulipo. Ewe mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu, mimi nakuombea, Baba Mungu akupe neema ya afya njema, ili uweze kustahimili na kuweza kulisimamisha kusudi la Mungu mahali ulipo, katika jina lipitalo majina yote, Amen. Kwa majina yangu, naitwa Pastor Francis Usisahau kusubscribe ku like na ku comment na kushare, ili uwe mtu wa kwanza kupata kila ujumbe ambao Mungu anakuwa ameweka ndani ya kinywa changu. Amen.